Tunakwenda moja kwa moja kwenye taarifa ambayo ndiyo imekuwa gumzo la mitaani hapa nchini Kenya jioni ya leo, na ni kuhusiana na mahakama ya ICC ambayo mapema jioni hii imetangaza tangazo lake ambalo lilikuwa linasubiriwa na baadhi ya viongozi wa serikali pamoja na Wakenya mbalimbali katika matabaka mbalimbali, na tangazo lenyewe ni kwamba Naibu wa Rais William Ruto pamoja na mwanahabari Joshua Arap Sang hawana kesi ya kujibu. Hivi inamaanisha kwamba kesi hiyo huenda ikatupiliwa mbali lakini bado kuna mipenyo ambayo inaweza kutumika. Iwapo ushahidi wa kutosha utakuwepo ikupitia kupitia katika afisi ya kiongozi wa mashtaka, Fatu Bensuda kuna uwezekano wa kupatikana ama kufanyika ama kupigwa rufaa kupatikana kwa hiyo rufaa ili kesi hiyo iende ipate kuendelea, lakini mtazamaji, hii ni kama kutakuwa na ushahidi wa kutosha. Hivi sasa moja kwa moja nakupeleka kwa mwanahabari mwenzangu ambaye yuko katika kaunti ya Uasin Gishu, bila shaka, katika mji wa Eldoret, Chris Thairu, atuarifu na mengi tu kutoka kwa hisia za wenyeji wa sehemu hizo. Chris, Alimanzu, sherehe hapa bado zinaendelea, kama unavyosikia nyuma yangu. Wenyeji hapa wameanza sherehe kama sari moja na nusu hivi iliyopita, kwani kuna sherehe ambazo zinatarajiwa ambazo kuendelea usiku kucha, kwani wameweza pia vile vile ku, uh, kukombiwa na, na gavana wa eneo hili la Uasin Gishu uh, Mandago kwamba sasa kwa sasa wanaweza endelea kusherekea kwamba kutakuwa na, na sheria kali ambazo zitaweza kuwakumba. Nanaweza ungana na, labda na moja ama wawili, hisia ni zipi? Mwenyeji wa Eldoret kuhusiana na maamuzi haya. Mimi ni Peter Kidhinji wa Nyoike kutoka Eldoret na nimefurahi sana kwa vile Ruto mwenyeji na Sang wameachiliwa, kwa sababu najua ni kama siku ya Biblia ambayo ni Meshak, Shadrak na Abednego walistakiwa na mwenye alikuwa anaitwa na na Nebukadnesar, na sababu walimwomba Mungu ni wameshinda, maana Ruto alilia, wakasema hiyo ni machozi ya mamba. Hii ndio yaani, maana ya kilio chake ni uhuru. Na pia anasema hivi, ametoa sadaka kila mahali, akitoa fungu la kumi, Mungu amkumbuke, na Mungu amemkumbuka. Kila mtu aseme, shetani ashindwe. Kusia, sisi kama wakaazi wa Singishu tumefurahia na kile, kile kikao kilo kimeketi katika ICC tumefurahia uamuzi kiliyotolewa leo, na tuko na furaha sana kisio na kifani kama wakaazi wa Singishu na tuda. Kwa hivyo tunasema kama watu wa Rift Valley tukae kwa umoja moja na nguvu, ni udhaifu na hiyo itashinda milele. Wacha tusikie mwingine ana maoni yapi. Kwa majina, naitwa Jackson Kimtai, mimi ni mwine mkaaji wa Wazingishu. Tunakapenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amewezesha Deputy President William Ruto, na tunasema tunashukuru kwa wakaaji wa Wazingishu. Tunasema Bwana Yesu wasifiwe, na kwa mkaaji tunasema tuliomba kila wakati tukisema, Ruto Mwenyezi Mungu amsaidie. Alienda kila mahali akitoa fungu lake kwa makanisa. Hata jamaa ya kitendawili akasema Ruto anatoa pesa kila mahali, lakini aliwezesha. So tunasema shetani ashindwe willi, na jamaa ya kitendawili akae mbali na William Ruto. Mwisho ambapo kwa majina anaitwa Nathan Malamochi Maina, mimi ni mkaaji wa hapa Eldoret. Nimefurahi sana siku ya leo kwa Naam, kumradhi mtazamaji, kwa... mtazamaji kwa kabisa kwa chochote kamwe. Sasa hii imekuwa ni mwanzo mpya, imekuwa ni mwamko Naam, kumradhi mtazamaji kwa taarifa hiyo ambayo kidogo imekuja na mushkil, lakini inakujia kwa njia moja kwa moja kutoka eneo la Eldoret County ya wa Wasingishu, kupata hisia za baadhi ya Wakenya wa sehemu hizo kuhusiana na uamuzi ambao umetolewa jioni ya leo.